Wale wote kwanza nashukuru kumaliza mchezo salama, lakini nami pia natoa pole kwa staff wote wa posto pamoja na mashabiki wetu wana maangushi, ambao walitegemea pengine leo tungewapa furaha. Changamoto ilikuwepo, nadhani kila mtu ameona, ni makosa katika defense. Tumefungwa kutokana na kutokuzingatia baadhi ya maelekezo yale makosa tuliotengeneza, wenzetu wameyatumia. Ukiangalia goli la kwanza, imetokea penati. Goli la pili center back ameshindwa kwenda kumaki, tumeacha nafasi kati ya full back na center back, wameitumia. Goli la tatu kipa amesupply mpira kwa mchezaji ambaye hana taarifa, wamenasa, wamekuja kutufunga. Kwa hiyo ni makosa katika defense, pengine uh, wachezaji bado hawajaamka vizuri baada ya kutoka likizo, kwa sababu tumeenda kuwakumbusha ndani naona wamekuja wamebadilika. Kwa hiyo tunatakiwa tuwaamshe, warudi katika pesi ambayo tulimaliza nayo kipindi eh, raundi ya kwanza tumeanza kabla ya kusimama ligi. Wakati benji jipya tunaingia, tulijaribu kupunguza makosa kwenye defense, tukawa tunataka kujitafuta kwenye kwenda kwenye attacking, lakini kuna haja ya kujirekebisha tena kwenye defense na huku tukiendelea kupambana kuboresha safu ya ushambuliaji. Lakini pia tunayo mahitaji katika timu yetu kutokana na type ya players tulionao tunahitaji kuwa na wings, e, ili kuboresha e, attacking yetu. Kwa hiyo tuna mapungufu, na pia vilevile tukubali leo tumefanya makosa. Kwa hiyo ni sio kurudi nyuma kulia, sasa hivi ni wakati wa kujipanga, tuweze kufanya kazi nzuri kwa wakati ujao. Mwalimu, kipindi cha pili tumeshuhudia mmecheza vizuri sana. Pengine ulizungumza na nini kwa upande wa wachezaji mpaka tumeona mabadiliko ya kiuchezaji ndani ya kikosi? Ah, ndio kama nasema kwamba tulienda kuwakumbusha sababu kipindi cha kwanza walikuwa wako mbali na sisi eh? tunajaribu kuwakumbusha ndani ya uwanja lakini, naona kama vile maelekezo yalikuwa yafiki. End of time tukatumia tactic board kuwakumbusha maelekezo, wamefanya vizuri, lakini notaari tushapoteza mchezo, inauma, lakini no way, tujipange kwa ajili ya mechi zijazo, yeah. Ni kawaida, ni makosa. Hata Azam kuna sehemu wanafanya makosa, lakini sisi hatukuweza kutumia nafasi maki. Tucheza mpira unatafuta nafasi, sasa wakati gani utakuwa na uharaka wa kuitumia nafasi iliyopatikana. Wenzetu wamekuwa bora kutumia nafasi tuzozi tengeneza wametufunga. Ni makosa tumefanya ndio maana tumeruhusu kufungwa, lakini tungekuwa hatunayo makosa, nadhani sasa hivi ingekuwa story nyingine.